Wanajeshi mia mbili kutoka nchini Marekani wanatarajiwa kuingia Ukanda wa Gaza katika hatua ya pili, hatua ya pili ambayo ni katika jitihada za kuhakikisha kwamba pande zote mbili zinaheshimu makubaliano yaliyosainiwa nchini Misri chini ya upatanishi wa mataifa kadhaa katika ukanda wa Mashariki ya Kati yakishirikiana na Marekani. Inatajwa kwamba kikosi hicho ambacho kitakuwa na wanajeshi mia mbili kutoka nchini Marekani ni katika zoezi la kuhakikisha kwamba wapiganaji wa Hamas wanasalimisha silaha zao, kwa kuwa katika makubaliano imesainiwa kwamba wanamgambo hao wataweza kuweka silaha chini, na katika zoezi hilo la kuweza kukusanya silaha hizo, basi jeshi la Marekani likishirikiana na wanajeshi kutoka katika mataifa ambayo yaliyosaini makubaliano hayo yatasimamia zoezi hili ambalo wanamgambo wa Hamasi watasalimisha silaha zao na baadaye kuweza kuchukua hatua itakayofuata, kama inavyotajwa kwamba huenda wakapewa msamaha, aidha wakachukua uamuzi wa kuhamia uhamishoni.